I would like to appeal, ningetoa mwito kwa wale wenye mifugo. Kwanza, msipeleke watoto kusimamia mifugo, lazima wewe ni watu wazima. Ya pili, watu wasibebe silaha wakati mnaangalia hii mifugo yenu. Hii mambo ya silaha zile mbaya mbaya hatutaki. Ya tatu, ikiwa mnaenda sehemu za wenyewe mupite kwa administration ili watu wajue, kuna watu wamekuja, watu wanakaa hapa, na kawaida tumeishi vizuri. Kama kuna mipangilio yote, mnapangiwa, lakini uh, kujaribu kuachilia mifugo bila control inaleta tension hapa kwetu Tana River hasa wakati huu wa kiangazi. kwa hivyo tunaomba sana tusiwache mambo yaharibike. uh, sisi ni majirani ambao tumeishi miaka mingi pamoja. Nataka amani izidi kuwepo, na mahali ambapo kuna tension, viongozi wanaohusika wa hapo mashinani, wazee wakae wamaliza hayo maneno, ili tusi, tusikue na shida ambayo itaenea uh, katika sehemu ya Tana River.